Mama, mama, mama, oh. Mashavu ameshaleta mzigo, unaniambia mimi sasa iweje? Mpe vene abandike. Vene hayupo, hayupo kwa hiyo hajanisikia eh? Sasa kama mgoni mwenzio hayupo, we unashindwa kuibandika hiyo nyama, basi yacheni ioze, hey. Jamani, bandikeni hiyo nyama hiyo haikuiva. Ndio. Ona mjaruta kazi hiyo hiyo tu. Au nyama za watu hizo eh? Kama nyama za watu mtuambie tuache. Hello. Eh, hey, dada Chiku

wenzetu ile Magomeni Magomeni, tukajua unaenda kwenye mianjo yako kuchukua nini mm? lazima uze ubuu kono refu kaa jini. Ka. kono refu kaa jini <coughs> Hey. Kwa hata kuniunguza moto nataka tu matia uchungu tu, jamani, nichachue kidogo mdomoni. Wota kwa tajiri. Na biashara au? Unapenda <laughs> Una kitonga eh? Mm, ndogo wangu tu kani. Ni mimi ni yote. Hata viungaunga tu nili. Jamani. Hebu naombeni mniache basi. Yaani kuja mimi na ubuyu basi imekuwa kosa. Ni mbona mpendi maendeleo ya watu? Eh? Mwenye kila changu nichopoa nimeona niende kajinunulie ubuyu, nije nifanye biashara zangu naingiza 200, 200, nipate kununua vilosheni nionekane. Maana nimejua kusawajika. Amnionea hata huruma basi. Sawa, mdogo wangu. Yaani, laiti ungeniambia unaenda maeneo hayo, ningekuagiza na mimi kwa mzee Machela pale Manzese, ungeenda kunichukulia karanga hivi. Nyinyi mnajua watu wa mzee Machela, nyumba amejenga kwa biashara, kwa ajili ya karanga. A, jamani! Mliko wapi kwani? Nitakuzibua. Nitakuzibua. Wewe we, ntaku ntaku we mboni mkali mwenye watoto. Hapana, mna tabia eh, mbaya hamtaki mwanzo nijikwamue muyo kiuchumi. Huyo mkubwa chiko ni yeah, yeye yeah, huyo us tumemwita kwa shughuli yako, masuala ya barua. Shogangu mwenye biashara yako ya ubuyu, chukua ubuyu wako, nenda kule, kafanyie kule, tuna maongezi yetu hapo Siendi popote, mtabaki hapa hapa. Jamani, nilikuuliza ni swali, mmetokea wapi kwani? <laughs> nilimpeleka kliniki, mama Maloni. Maloni ndo mmeandaa jina la kumpa mtoto wenu, awe <laughs> baba wa mtoto huyo? hey, hey. Jamani, Mashavu kwani umetumwa? mbona unapoka sana wewe, mm. <laughs> Maloni.